Assalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu mtazamaji, msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi wa chaneli yako pendwa, a chaneli ya First Tv Tz, na kipindi chetu kile kinachosema jifunze kutafsiri ndoto yako ili uyajue mambo yako. Mimi Shekhe Ali Abdallah Kambangwa, mtafsiri wa ndoto, kila mara ninajitokeza katika chaneli ya kupendwa chaneli ya First Tv Tz ili kukuletea tafsiri za ndoto. Lengo ni wanadamu au watu kujua maisha yetu, kwani ndoto ndiyo inafasiri maisha yako yajayo. Kwa hiyo fuatilia kipindi hiki na chaneli hii, ili uweze kuyajua maisha yako kupitia tafsiri ya ndoto zako. Leo mimi Sheikh Ally Abdallah Kambangwa niko mbele yako kukuletea tafsiri ya ndoto ya kutumbukia shimoni. Ndoto ya kutumbukia shimoni, ndoto hii ya kutumbukia shimoni, ndugu zangu, ni ndoto ambayo ni mbaya sana. Ni ndoto mbaya, kama nilivyotangulia kusema, inaweza kuwa na tafsiri tofauti kulingana na hali unayoiona katika ndoto na hisia zako wakati wa kuota. Kwa hiyo hapa leo nakuletea baadhi ya tafsiri zinazojulikana au zinazoweza kuhusiana na ndoto hii ya mtu kuota unatumbukia shimoni au unatumbukizwa shimoni. Tafsiri ya kwanza, hey, mtu kuota umelala usingizini ukaota unatumbukia shimoni, yaani unaota kabisa wewe unatumbukia shimoni au unatumbukizwa shimoni, ina maana ya kulegea au kupoteza mwelekeo. Ina maana ya kulegalega mambo yako au kupoteza mwelekeo, kwani shimoni ni sehemu ya kudhibiti, kudhibiti ule uhuru wako kutumbukia shimoni ni sehemu ya kudhibiti ule uhuru wako. Kutumbukia shimoni ni ndoto inaweza kuashiria kwamba unahisi kupoteza udhibiti katika maisha yako, labda kwenye kazi, familia au mahusiano yako. Lakini tafsiri ya pili, kutumbukia shimoni pia kuna tafsiri ya uadui, fitina ambazo utazipata wewe kutoka kwa watu wa karibu yako. Kama wewe ni mfanyabiashara, basi inaonekana watu watakufanyia mambo ya ovyo. Watu wa karibu yako wanakufanyia fitina na mambo ya ovyo, ili uweze kupoteza udhibiti katika mambo fulani fulani ya maisha yako. Ndiyo maana unaona hata katika historia, Nabiullah Yusufu alaihi salam ndugu zake walimtupa shimoni, katika kisima kwa maana apotee, asiweze kupata utawala, ndio ilikuwa lengo lao. Kwa hiyo ukiota unatumbukia shimoni, wewe utapata fitina kutoka kwa watu wa karibu yako au ndugu zako, wanakufanyia fitina ili uweze kupoteza mambo fulani fulani katika maisha yako. tafsiri nyingine ya ndoto ya kutumbukia shimoni ambayo ni bii hii, inatafsiria hali ya hatari au changamoto. Kutumbukia shimoni ni hali ya hatari au changamoto. Shimo dogo au kuanguka kwako katika shimo inaweza kuashiria changamoto zinazokuja ghafla, ambazo zinahitaji umakini mkubwa. Kama utaota ni shimo dogo umetumbukia, au ni shimo kubwa namna gani, basi inakuashiria kwamba eh, kwamba wewe kuna changamoto zitakuja katika maisha yako. Kwa hiyo unaelekezwa uwe na umakini eh, wa kuweza kukabiliana na changamoto hizo. Tafsiri ya tatu, mtu kuota unatumbukia shimoni, hali ya hofu ya kushindwa Ndoto hii pia inaweza kuonyesha hofu ya kushindwa au kufeli katika jambo muhimu unalolipanga au unayoyatarajia kwa hiyo ukiwota tumbukia shimoni, maanake ni hofu na kushindwa au kufeli katika jambo muhimu unaloliandaa. Kama kuna kitu unaandaa umeandaa kuoa, unaota tumbukia shimoni, maana yake ndoto hiyo inakuashiria kwamba ndoa hiyo aitakuwepo ayo itavurugika, na mambo mengine na kadhalika. Tafsiri ya nne ya kutumbukia shimoni, maana yake uhitaji wa kubadilisha mwelekeo. Inakuambia kwamba hiyo ni uhitaji wa kubadilisha mwelekeo. Kutumbukia shimoni pia kunaweza kuashiria kwamba kuna mahitaji ya kubadilisha mwelekeo au mtazamo kwa maana kuna jambo umelipanga unataka kufanya, lakini jambo halitokuwa, unaelekezwa kwamba badili mwelekeo wa mtazamo ili jambo lako liweze kutimia, ili kudhibiti hali fulani ya maisha yako. Kwa hiyo unaelekezwa kwamba badilisha mwelekeo wako ili jambo lako liweze kutimia. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa First Tv Tz katika vipindi vya ndoto kutumbukia shimoni kwa ufupi, kuna tafsiri hiyo: moja, kulegea au kupoteza mwelekeo. Mbili, hali ya hatari au changamoto katika maisha yako. Tatu, hali ya hofu ya kushindwa kutekeleza mambo yako. Lakini nne, unahitaji unaelekezwa wewe kwamba ubadili mwelekeo katika mambo ambayo uliyoyapanga. Jambo la tano Inakuonyesha kwamba utapata uadui na fitina kutoka kwa watu wa karibu yako kama ndugu zako na jamaa zako wa karibu, kwa hiyo inaonyeshwa kwamba kuwa na tahadhari na uweze kusimama vizuri na kujiandaa ili mambo yako yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, leo nimekuletea tafsiri ya ndoto ya kutumbukia shimoni. Nakuomba na nakushauri pia ili uweze kuendelea kupata vipindi vyetu hivi, subscribe katika chaneli yako pendwa ya First TV TZ, we ili uweze kujifunza tafsiri za ndoto kwa ajili ya kuwajua maisha yako. Mimi ni mtafsiri wako wa ndoto Shekhe Ali Abdalla Kambangwa, ambaye kila mara nakuja hapa katika chaneli hii ya First TV TZ kwa ajili ya kukuletea tafsiri ya ndoto. Kwa hiyo subscribe chaneli hiyo, like na share na ukomenti pia, utakuwa wewe wa kwanza kuweza kupata vipindi vyote vya tafsiri ya ndoto ili uweze kuwajua maisha yako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.